kwenye maka naenda gereji, naenda baadaye nikampigia. si akaja mtu kwanza, namtafuta mtu huyu, alikuwa anaulizia mambo ya magari, nikamwambia hayuko, amesafiri. Baadaye nikampigia, sikuna mtu alikuwa nakutafuta, akasema hivi, yule mtu namjua, amenitumia meseji kwenye simu nimtafutie gari nakenda bea nasi tukapoteze hapo madaya. Akaja tena sijile saa kumi na mbili ile ile tu, siku ile saa kumi na mbili alikuja. Mimi nilikuwa ndani, aliingia ndani, hakuchukua kitu chochote, aliingia tu akachungulia ile chumba, akachungulia akatoka, akatoka nje akaenda sema nakuja. Baadaye usiku panpilia simu tatu ya usiku kaniambia nakujila mgeni, nakata la simu kusema hivi nimtafute nimuuliza mgeni nani, simu haikupatikana, napakalewa apatikana simu baadaye Zilipita siku mbili tukamjulisha yule rifi yetu wa Magu waba, tukamwelezea akasema hivi, labda yupo kwenye mambo yake tena, msiniambie mtu wetu, nasi tunakaa kimya. Baadaye walikuja wale marafiki zake wanamtafuta kawaelezea hili historia, alisema atipu... atipike simu usiku anakuja na mgeni paka le kwanza, kuhisi labda ameenda Kenya, labda ameenda Burundi, nsisi tukazaaniiu. Baadaye ilitokea hii, wakaje tena wale wawivi zetu hapa na marafiki zake, wakajadili mpango wa kumtafuta

yule mtu mara anakuja mara anaondoka. Yule mtu baadaye akaja, yule mtu na mke wake. Mimi alipokuja mara ya kwanza nikadhani labda rafiki yake wa mbali, kumbe rafiki yake wa mlemle Mwanza. Baadaye akaja na siku zingine mchana, siku zingine mchana mchana akaja, baadaye akaja na mke wake yule na moja wakaja, akaniambia nimetoka safari ya mm. nimetoka safari da, tukawapokea wakalala. Walipolala, kesho yake wakaondoka mm. Alipoondoka aniambia hivi, kwanza, walipokuja na mke wake kaniambia hivi, yule mtu, huyu mtu staki hapa kuja nyumbani kwangu, ana hela zangu nyingi sana lakini ananifatilia nami nikamwambia hivi shingapi? na mdaye sema hivi hela nyingi tumwana mdai madayi yule akonge, yule akaenda. Baadaye siku inne akaja usiku siku kama saa mbili saa tatu ile saa nne akaondoka ileile usiku. Baadaye mama ameshakuja, haikuja mchana, asubuhi akaongea maongezi, akaenda mpaka siku ile ile ya mpango. Sikumuona tena mpaka leo. Lakini kwenye siku moja yule ya mpango yu alinunua gari ani ad, aliponunua gari akampa aka yule mwenye gari n, baadaye akarudi tena anaanza kumdai upi. Sasa yeye akaambia hivi kamwekea zamana, akaweka ndani yule yule yangu rafiki yake, akaenda kumwekea zamana ili atoke, ili amnipe kwanza yeye hela zake ya factory. Na yule aliponunua gari kwanza, walikuwa naye, akamweka zamana, hii amenunua gari na hela amenunua zote, hiyo alikuwa naye rafiki yake nani, alipoenda kumdhamini pale kituo cha polisi, kwa kituo cha polisi wala, chukwa, kwa